Sasa hapa hatuna mengi ya kusema, lakini mimi nitawauliza wenyewe wana kamati kwa sababu katika hali ya kawaida huwa tuna mjadala mrefu sana tunapotembelea sehemu kama hii. Leo tumekaukiwa maneno, leo tumekaukiwa maneno kama kamati, na nasema kwa sababu nawakilisha kamati, tumekutana na mradi ambao tunapoambiwa umekamilika kwa asilimia 91, unaiona kwa macho, inaonekana na inaingia akilini. Hatuna cha kusema zaidi ya kuwapa pongezi kwa kweli. Tukiwa wa kweli, mkandarasi aliyepewa hii kazi ameifanya kwa kiwango kizuri sana. Tukisema bila amefanya kazi hii kwa kiwango kizuri sana, kwa sababu kazi inaonekana wazi kabisa kwamba hii kazi imefanywa na mtu ambaye ana umakini. Kwa hiyo sisi tunakupongeza mkandarasi, na tunaombea kwamba hili jina Shirik Construction tutaendelea kulitafuta kwenye madokumenti yetu huko mbele, kwamba huyu mbona apewi kazi. Tukiona kama hapati kazi tunakubaliana na, na Mheshimiwa naibu waziri, tunategemea wakandarasi wa namna hii ndio wao wanapewa kazi na kwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba mkandarasi huyu sio kwamba tu alikuwa alipewa hela zote kwa pamoja akamaliza kazi kulipa. Ni kwamba ye mwenyewe ameendelea amesukuma kazi amesukuma kazi hakungoja mpaka malipo yote. Kwa sisi nakupongeza, ndio mkandarasi wa kizawa unaotakiwa. Unaposema mkandarasi mzawa ni pamoja na hiyo yeah. Sio unangojea tu kwamba bwana hawajanilipa anaanza kuchaji my interest na vitu kama hivi E, kwa na wa si tunapongeza sana wakandarasi na staff wote ambao mko hapa mkifanya hiyo kazi sasa. Naipokatiukuu nalisikiau wewe na watuwananiwe ndi mnahusika kwenye kutoa hizi kazi, mtafuteni kazi. <coughs> kazi iliyofanyika hapa mheshimiwa mwenyekiti, ni kazi kubwa na ni kazi nzuri, kuanzia kiwango cha kazi, ubora wa kazi, uzuri wa kazi

una sasa, sijui niseme ni mbunge wa wafanyakazi, lakini hapa naitoa kwa sauti, mmeniheshimisha kazi iliyofanyika hapa. Hakika ukiangalia uchoki, lakini najua haya yote kama ulivyosema Mnyeti Mwamba yeye huwa pindipindi, lakini kuna mwanangu ambaye ametoka kwenye mikono yangu mwenyewe, Dr Muhedi, lakini kuna mkurugenzi wa sera Anajua nilikuwa namwambiaga utafika mbali, na sasa umeanza kufika mbali. Hiki mlichofanya hapa, nawashukuru sana sana sana.